Lengo la kuja kutembea hapa hili gala la Thika siku ya leo la National Cereals and Produce Board ni kuangalia e, ile idadi tuko nayo kweli katika takwimu zetu, kwenye computers tunajua ni ngapi zimeingia leo, ngapi zimetoka, lakini pia tunapenda pia kuwaona wakulima, tuwasikie vile wenyewe wakulima wanasema, kwa sababu mawazo yao pia yatatusaidia kuhakikisha ya kwamba hii kazi tunayofanya je, inasaidia kweli ama kuna upungufu fulani? Ndio watupatie maoni zaidi tuweze kujua. Lakini baada ya vile kutembea hapa na baadhi ya magala mengine, tumeona ya kwamba tuko na fertilizer ya kutosha, na pia tumetembea tukaona ya kwamba wakulima wametuuliza jambo moja ama mawili ya kwamba wanapokuja wao ni wengi na katika ile process ya kuthibitisha kitambulisho ile mtu anataka ameridimu, kwa vile ni wengi, wengine wanakuja mapema zaidi hada saa hadi saa kumi na mbili ama saa kumi na moja e, maofisa wetu kutoka NCPP wanajaribu kuwasaidia, lakini maku, wakulima ni wengi, so pia tumeongeza wale wanaitwa wafanyikazi wa muda, yani casuals, kidogo kujaribu kuweza kusaidia. Ne kuja kuchukua pataraisa hapa kwa bod kwa bei ni mzuri juu anauza ana elfu mbili na mia tano. Na ninasema asanti kwa serikali, patarai zangu tutatumia kwa mbembe mbe, mahindi na mboso.